Dunia imeshuhudia moja kati ya tukio kubwa sana ambalo limefanywa na kikosi maalum cha jeshi la Marekani ambalo linafahamika kama Delta Force, ambapo a, Raisi Nicolas Maduro ambaye alikuwa akiongoza Venezuela akiwa amechukuliwa kwa muda wa takriban dakika mia moja ishirini na nne tu na kikosi hiko maalum, Special Forces Operation Detachment almaarufu kama Delta Force ni miongoni mwa vikosi hatari zaidi vya jeshi la ulinzi la Marekani. Kikosi hiki kimeanzishwa tarehe kumi na tisa Novemba mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba ikiwa na malengo kadhaa yakiwemo kupinga vita dhidi ya madawa ya kulevya, pambana na ugaidi ambao ulishamiri sana kwa miaka hiyo, pamoja na kusambaratisha magenge yote ya kihalifu ikiwa pamoja kio makubwa sana, ama mission zile ambazo zinaonekana haziwezekani. Kwa ufupi Delta Force ni kikosi hatari zaidi duniani ambacho mara kadhaa kimekuwa kikosika katika matukio mbalimbali mbali, ama operation kali ambazo zimewahi kufanyika. Miongoni mwa operation ambazo ziliwahi kufanyika chini ya kikosi hiki hatari zaidi ni pamoja na operation Eagle Claw, operation ambayo ilikuwa ikihusisha kuwaokoa maafisa wa ubalozi hamsini na mbili wa nchi ya Marekani ambao walikuwa wametekwa nyara na waasi la nchi ya Iran, lakini sambamba na hiyo pia uh, Delta Force kiliweza kutumika katika operesheni maarufu kabisa ya Benghazi attack ya mwaka elfu mbili na kumi na mbili, operesheni ambayo ilipelekea kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa kiongozi na rais wa nchi ya Libya Muhammad Gaddafi. Sambamba na hayo pia uh, Delta Force iliweza kushiriki katika operation ya kibabe sana iliyofahamika kama operation Kayla Kayla Mueller Operation ambayo ilipelekea kifo cha Abu Bakar al-Baghdadi kiongozi wa kumi wa Islamic State kwa maana ile dola ya Kiislamu. Delta Force iko chini ya kamanda machachali kabisa anayefahamika kama Charles Alvin Beckwith ambapo hadi Nicolas Maduro nyakuliwa kutoka katika ikulu ya nchi hiyo Rasio de Miraflores, alikuwa akiongoza kikosi hiko ambacho kilipelekea kuondolewa na kunyakuliwa kwa rais huyo wa Venezuela. Jambo la kushangaza ni kwamba Nicolas Maduro ni miongoni mwa maraisi ambao wanalindwa na kikosi maalum, kikosi hatari zaidi kwa nchi zote za bara la Amerika ya Kusini. Ikulu Venezuela almaarufu kama Palacio de Miraflores inalindwa na kikosi maalumu kijulikanacho kama Guardia de hana Presidential, ambacho kina silaha hatari kama AK mia na tatu, FN MAG na kadhalika. Lakini pia kikosi ambacho kinamlinda uh, rais Nicolas Maduro kilikuwa ama kinamiliki drones maalum ambazo zinafahamika kama Mohajer 2 over 4 ambazo zimetengenezwa nchini Irani, lakini pia uh, wanamiliki drone maalum zingine ambazo zinafahamika kama ASN 206 mkwaju Wing Long ambazo hizi zimetengenezwa kule nchini, uh, nchini China. Drones hizo maarufu zina vifaa maalum kabisa vya kutumia usiku ambavyo vinafahamika kama night vision. Zina uwezo wa kufanya upelelezi kwa masafa marefu sana na kutuma taarifa moja kwa moja ikulu ya Venezuela. Jambo la kushangaza, Delta Force, kikosi maalum kabisa na hatari zaidi duniani, kiliweza kutumia takriban dakika mia moja ishirini na nne pekee huweza kuingia ndani ya ikulu hiyo ya Palacio de Miraflores ya nchini Venezuela na kuondoka na rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro, pamoja na mkewe, huku jeshi la nchi hiyo na walinzi hatari wa ikulu hiyo ya Venezuela wakibaki na mchangao tu ambapo rais huyo alinyakuliwa moja kwa moja na kupelekwa katika moja kati ya meli kubwa sana ya kivita ya Marekani na baadaye kusafirishwa kwa ndege na kupelekwa nchini Marekani, akisubiri kupelekwa mahakamani kwa ajili ya kujibu mashtaka ya makosa ambayo anatuhumiwa nayo. Nitarajia tena katika video nyingine kukuonesha ama kukuelezea kwa undani zaidi juu ya kikosi hiki hatari zaidi cha Delta Force ambacho kimetumika katika mission hii ya kumchukua ama kumnyakua kiongozi na rais wa Venezuela Nicolas Maduro, kwa kutumia muda mchache sana huku uh, majeshi ya nchi hiyo yakibaki na sintofahamu. Tafadhali tuandike maoni yako kwenye comment section lakini pia kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video zetu, ili usipitwe na contents kali ambazo zitakuwa zinawekwa hapa kila siku.